Kwenye hii video utajifunza namna gani ya kuweka WhatsApp bot na ianze kufanya kazi kama ku view status, kuandesha ma group, kujibu watu, kuangalia vitu ambavyo unatakiwa kuangalia kama viewers na vitu kibao. Sasa natengeneza hii video kwa sababu kuna watu wamesema nitengeneze na wanasema sijazungumzia sana mambo haya kwa sasa hivi na kuna mambo ambayo utaenda kuyafahamu kwenye hii video ni ya muhimu sana kuhusu mambo ya kuconnect WhatsApp bot. Kitu cha kwanza, fungua akaunti ya GitHub, ukishafungua akaunti ya GitHub, utafoka repository hiyo kama nilipogusa hapo Ukigusa hapo jinsi ya kufika hapo, utakuta linki kwenye description. Ukisha fork repository utagusa hii sehemu imeandikwa creds.json. Ukigusa creds.json, itafungua sehemu ambayo itabidi uweke namba yako ya simu kisha uconnect, lakini mimi nimezingua, kwa sababu ngoja ni connect VPN. Sometimes ikizingua, connect VPN yoyote ile, na na connect VPN kama hivi, kisha narudi pale kwenye creds.json. Make sure una subscribe kwa sababu hutopata chance ya kutuona tena kama uja subscribe na tunaposti mambo kama haya mazuri. Ukisha fungua pale kwenye ile button nyekundu utaenda sehemu ambayo utatakiwa uingize namba yako ya simu bila kuanza na plus, anza tu na 255 au 254, inaona nchi uliopo. Uh, utapewa kodi hiyo ambayo ukiminya enter utapewa kodi ambayo hii kodi utabidi uiweke kwenye WhatsApp. Ukisha kopi hii kodi, utaona juu hapo umepewa ujumbe ambao unaambiwa enter code to link new device. Utagusa huo ujumbe, itakuleta sehemu kama hii. Ukigusa confirm, utaambiwa weka namba yako ya simu, utaweka namba yako ya siri ya, sim manake password au utaweka fingerprint kisha utaweka ujumbe ule ambao umeuona kule. Na usijiulize tofauti, ni, ni kwa nini ni tofauti. Nilifanya mara mbili kwa nikapewa ujumbe mwingine wa pili. Ukisha connect, itabidi upewe ujumbe fulani ambao itabidi ionekane kama umejitumia umeji mwenyewe. Kama hivyo nimesha connect. Sasa kinachofuata baada ya kuconnect ni kuenda kukopi ujumbe ambao utatokea kwenye akaunti yangu mwenyewe kama unavyoona vine, Vinei hotel nimejitumia ujumbe huo na ntabidi ni ukopi huu ujumbe niende kupesti sehemu ambayo inakwenda kukuonyesha. Utarudi pale kwenye ile repository ukisha kopi huo ujumbe, ngoja ni ukopi na hizi process zote uweze kuzifanya kama hujafungua account ya GitHub. Kufungua ni simple, weka email, fungua account. Watu wanauliza sana kitu ambacho ni kawaida, kufungua account lazima ufungue account. Nitakopi huu ujumbe, nitarudi kwenye ile repository, utagusa sehemu imeandikwa sessions uh, kisha utagusa hii file imeandikwa keys.json. Nitakutana na huu hii text nitai delete kwanza, siwezi ku delete bila ku edit in place. Utagusa hapo kisha utagusa edit in place, ambapo utapata ruhusa ya ku edit uh, nitakopi huu ujumbe ambao nimeukuta, kisha nitaufuta, kisha nitaweka wangu, simple, na haya yote nayafanya kwenye faile limeandikwa creds.js. Ukisha maliza, uta commit changes kisha uta commit changes tena. Ukisha commit changes, utakuwa ume save. Nitarudi, let me go back. Ujumbe ndo kama huu, nimesha upaste, na sehemu lio upaste ni ndani ya fail creds.json ndani ya session hapo unapopaona sessions, na kama unavyoona edit edit tayari uh, kwamba utaenda faili nyingine limeandikwa setting. Faili la setting hili fanya mambo haya kwa umakini sana. Ili faili la setting utaenda sehemu hizi hapa, ngoja nikuonyeshe taratibu. Utagusa hii sehemu, utaenda edit in place. Ukigusa edit in place, maana yake unachukua una ruhusa ya kuedit faili husika. Ukienda kwenye edit in place, utaanza kuedit mambo yafuatayo. Usibadilishe mambo mengine tofauti na haya ninayokuonyesha. Kuna auto status react, utaweka false kama utaki ukiweka true maanake, status mtu akiposti, unaonekana kama ume like hivi. Kila anapoposti una like. Ukiweka false maanake, utakuwa una view tu bila ku like na mimi sitaki iwe na like kila status, kwa hiyo nimeweka false. Na ujumbe huu nitaufuta, ujumbe sio muhimu sana, unaweza kufuta au kaacha hivyo hivyo. Kikubwa ni vile vitu ambavyo unaweka wewe kipaumbele, kama ku react status, unataka mtu akipost status hiyo una like automatically. Ukiweka okay, true manake, kama hapa welcome imeandika true, manake mtu akijoin kwenye group ambayo wewe ni admin itamkaribisha, lakini mimi nimeweka force kwa sababu sitaki ifanye ujinga huo. Kuna hapa admin event force, pia anti link true, manake mtu akituma link kwenye group ambayo wewe ni admin atakuwa anakuwa removed automatically. Lakini mimi nimeweka force kwa sababu sitaki sana uongozi wa magroup. Hii boti husika so so okay, sana na magroup Uh, kitu kingine ni auna namba, hii ndo kitu cha muhimu zaidi. Auna namba, weka namba yako ukianza na 255 bila alama ya jumlisha. Namba yangu ndo hiyo, na unaweza ukaicheki ukanifuata kama kuna msaada unahitaji, lakini kumbuka, kuna mambo ambayo sitoweza kukusaidia kwa sababu unahitaji unatakiwa utazame video na uielewe, si una skip video na nifuata mimi. Kuna baadhi ya mambo ni ngumu kuelekeza kwa maandishi, ni rahisi kuelekeza kwenye video kama hivi. Um, utatafuta kitu kingine kimeandikwa always online force, staki nionekane niko online kila muda. Public mod force, autotyping force, developer. Ntaweka namba yangu pia, namshandika hapa replace with your WhatsApp number. Ntaweka namba yangu tena, mbili tano tano sita mbizo Aa, vitu vingine. Yes, nadhani ndio hivyo. Sehemu hii maisha unarudia unatazama kwa makini ili usizingue sehemu yoyote. Kwa sababu hii ndio sehemu ambayo ukizingua unaweza kawa boterako pia limezingua. Ntakopi kama backup, huwa na copy maneno ili nikizingua sehemu ni, SM, ni ya paste tu upya na nimesha ya copy. Siyo lazima ukopi. Utachokifanya ni kusave changes, uta commit changes. Ukienda hapo utagusa tena commit changes. Sasa nimesha commit changes. Kinachofuata ni kurudi nyuma. Nimesha edit ile file settings. Na kumbuka tulikuwa na edit file imeandikwa settings. Kwa sababu hizi file ziko hapa na tume edit file mbili, file ya credits.js na file ya setting. File ya credits.js inapatikana ndani ya sessions folder, imeandikwa sessions. Utaenda sehemu imeandikwa fly.io. Hii ni sehemu ambayo inabidi uwe makini sana. Ukisha connect whatsapp bot, kinachofuata ni kudeploy. Kumbuka kitu cha kwanza tumefanya ni kucreate account ya github, tumeconnect account yetu ya whatsapp na github repository. Sasa tunaenda kudeploy kwenye fly.io, utaconnect na account yako ya github. Uh, utagusa sign up with github, utagusa sign up with github, itakuletea sehemu hii ambayo hii sehemu ni sehemu ya kuwa makini sana, na nataka unielewe jambo ili ku deploy bot inabidi upate service front na service hizi mara nyingi huwa haziwi bure, japo tunaangaika sana kupata trick ambazo zitasaidia kufanya deployment hiyo ya bure, lakini ni ngumu. Lakini hii ndo sehemu pekee ambayo inaweza kawa ni rahisi ku deploy bila kutumia gharama ah. Uh, ita, itaandika kama hivi checking payment status. Watakachokutaka hapa wanataka verify kama wewe ni ni upo serious na biashara kwa sababu huku tuna deploy sana na website na application, lakini utaambiwa add credit card. Sasa hapa kwenye credit card, unaweza kutumia credit card yoyote hata kama haina pesa. Fungua credit card ya Airtel au Voda au Tigo credit card yoyote, kisha iweke hapa, hata kama haina pesa iwe na sifuri. Wanachokifanya hawa, wanakata pesa inavyo inavyozidi kwenda, lakini ukisha connect, itabidi baadaye udisconnect Wanachokifanya ni unaweka card, wakisha verify, unaitoa card, kwa sababu hawaangalii kama kuna kiasi gani, hawachukui kiasi chochote cho kwenye hiyo card. Na usiconnect card yako ambayo ina pesa, kwa sababu bot lako ukiconnect, watu wengi wanaweza kukata hela siku moja, kama card yako ulio connect ni ya kweli. Kwa hiyo connect card ambayo unajua kabisa hautoweka pesa, maana ni card ambayo umefungua kwa simu. ukisha connect kadi utaambiwa select repository repository zote ambazo nimefungua kwenye GitHub. Na repository yetu ni hii hapa imeandikwa malvin.xd nitaigusa, hiyo repository itaanza kudeploy. utagusa neno deploy. itaanza kufanya kama hivi. Ikishafanya kama hivi utasubiri mpaka imalize na ikishamaliza itakuwa ime deploy na itakuwa bado kitu kimoja kukamilika. Um, kwenye provider weka none kama nilivyochagua kwa sababu ukichagua managed progress itakutaka wanzi mambo ya kulipia kama hivyo. Kwa hiyo weka none. Kama unavyoona hapa mambo ya basic ranch na vitu kama hivyo. Itabidi uweke none. Yaani hutaki management. Okay, machine size. Hapa unaweza ukachagua 2GB. Hapa kwenye mashine size ukigusa itakwambia chagua storage, utachagua 2GB au unaweza kaacha kama hivyo. Mimi nikachagua 2GB, ilikuwa imejiweka kwenye 1GB automatically, kisha nitakonfirm changes. Deployment ndio hii inaendelea, ikimaliza tunaenda kutest kama bot kule imeshasoma kwenye WhatsApp. Video hii unaweza kuona ni ngumu sana au inaenda spidi au haieleweki kama hauko makini kuelewa kila kila process. Kila process inabidi ieleweke kwa makini sana. Kwa hiyo unaweza kuona ni kitu kidogo, ka skip neno dogo likakufanya uwe uwe nyuma sana. Labda uwe ni mtu ambaye una connect his bot kawaida, lakini kama ku connect his WhatsApp bot sio mambo yako, manake inabidi utazame video kwa makini sana. Kila kila neno lina umuhimu. Kila process ina muhimu. Unaweza kawa sijaionyesha lakini nimeitaja, au inaweza kawa sijaitaja lakini nimeionyesha. Ni muhimu sana. Kwa hiyo utasubiri deploy hapo. Kitu ambacho watu wanaskip sana ni ku create account ya GitHub. Fungua account ya GitHub, search Malvin XD utaleta. Okay, utaletwa kwenye sehemu ambayo mimi nilikuwawepo pale Uta fork repository utagusa alama ya fork repository, kisha utagusa creds. Utagusa creds kwenye session folder, imeandikwa session. Ukiingia kwenye session no, utaenda uta kwenye creds.js pale chini, uta connect na whatsapp yako. Kisha utaingia kwenye session uta create, uta create sesion, weka yale maneno uliotumiwa kwenye whatsapp utaingiza pale kwenye folder la section session. Kisha kimaliza unakuja kudeploy huku hapa, imesha deploy Atua ya mwisho unaenda kwenye machines hapa. Nenda pogusa hapa chini. Ukienda kwenye machines utakuta machine mbili hizo hapo zina run. Na kumbuka maneno unapo deploy hizi hizi robot zinakuwa kwenye kompyuta za watu. Ndio maana mara nyingi kupata za bure ni ngumu. Lakini mimi sijalipia kitu zaidi ya kuweka kadi ambayo haina kitu pia. Ngoja ni test kama imeconnect. Na hii hapa imesha connect baada. Lakini tukifanya kwenye machine pale inabidi uminye start alama ya play ili mashine ianze iwe on na boti yako na iwe on. Na nitacheki nita kama imesha connect kweli, ikiandika menu ya spot ime connect na iko ime ime online. Mashine hizi moja iko on, moja iko off. Usiwashe mbili, washa moja moja, iache hivyo hivyo, na boti yako itakuwa kwenye hiyo mashine. Okay, sasa imesha connect. Nataka kitu cha mwisho kutesti, ni kutesti status maana ndo kazi kubwa ya WhatsApp bot. Maana mengine necessary ni, ni, ni, ni... Si sana. Kazi yake ni ku view status kwa baadhi ya watu wengi, kwa sababu na namba mbili nika post, ndo maana imeandikwa included one. Ya maana yake ni mimi peke yangu nika post hizo status yeah. Nika nyingi ili nione bot imeanza kufanya kazi muda gani uh... Zero bado no view, no view, yes view moja, maanake boti ime view, ambayo hiyo bot ni namba yangu mwenyewe. Na hivi ndivyo tunafanya. Ukiona unafeli, ukitaka pia msaada wakiwa bot unaweza ukaja, lakini sio bure, kwa sababu kuna process ambayo inahitaji kitu ambacho si bure. Kwa hiyo tazama video, rudia.